Mtume alikuwa na watoto pia, watoto wake wote, ingawa walikufa mapema, kwa sababu hakuna mtoto wa mtume aliyefika umri wa miaka hata arobaini katika maisha. Hakuna katika umri wa watoto wa mtume aliyepitiliza miaka thelathini akaingia arobaini hakuna. Wamekufa wengi katika umri mdogo, angalau thelathini na au ishirini na tisa wame wamevuka lakini wengi wamekufa wadogo, wengine wamekufa wachanga kabisa, hususan wa kiume, akina Kasim na Abdullahi na Ibrahim Mtume na hela, na jumla, jumla, alikuwa na watoto wangapi? Ili sitoi hela nawauliza watu jumla, jumla, alikuwa na watoto wangapi? Saba. Watoto wangapi wa kike eh? au wangapi wa kiume? Wanawake wanne na watoto wa kike, wa kiume watatu: Abdullah, Qasim, Ibrahim, Ruqayya, Umm Kulsum, Fatima Zainab. Hawa ni watoto wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliwalea malezi ambayo sisi tunatakiwa tuwalee watoto wetu. Hatujasikia amempiga mmoja wao akamjeruhi, akamfanyia vitu vya ajabu ajabu. Sasa sisi leo tu...